Wasifiwe, na katika jina la Yesu. Um, na rekodi video hii ama nimerekodi video hii kuwataadharisha watu watumishi wa Mungu, lakini pia hata wanaharakati, lakini hata nyinyi watu tofauti, hata viongozi baadhi. Kuna mchezo wa sum, jamani ukuaga siku za nyuma, lakini umeshamili. Kuna mchezo wa kuwekeana sum kuna mchezo wa kutegesheana sumu, yaani kuna watu unakuta anaona kwamba akikutumia majambazi wa kuuwe, ama uh, akikujaribu kwa ushirikina vikashindikana, kwa hiyo anatumia watu wa karibu kuweka sumu. Kwa hiyo michezo ya kuwekeana sumu, kutegesheana sumu kwenye maiki wachungaji wengi sana watumishi wa Mungu wengi sana wanalalamika. Wengine wamewekewa kwenye maiki, wengine mpaka wanapata kansa za koo na vitu kama hivyo. Michezo ya kuwekeana sumu kwenye maiki, michezo ya kuwekeana sumu kwenye vyakula, kwenye vinywaji, kwenye viti, you see. Yani huo mchezo upo, kwa sababu hata kuna baadhi ya viongozi wa kiserikali um, hata wengine nao tunaongea nao wanakuambia, wanakuambia nimenusurika wiki hii kuwekewa hivi maji, kutegeshewa na nini. Kwa mimi niseme, nitoe rai kwa watumishi wa Mungu nitoe rai kwa Watanzania, nitoe rai hata kwa wafanyabiashara hata kwa wanasiasa, kweni makini. Uh, it's better ukialikwa sehemu nenda umekula toka kwako, kwa umekula umeshiba, au funga au kama uwezi kufunga, maana kusema uongo pia ni dhambi. Ondoka kwako kwa kwa umeshiba, zako umeshindilia chakula uki, ukianza kutoka hapo, uanze kufunga kuanzia muda huo maji kunywa ya kwako. Mike ikiwezekana, nunua za kwako. Yani ni kujilinda, kwa sababu mtu akikuwekea sumu. Sumu zipo za aina nyingi, kuna sumu zina react baada ya siku mbili, baada ya wiki, baada ya mwaka ama miaka. Kwa hiyo sasa hivi mchezo wa sumu umekuwa mkubwa sana. Ukienda huko mikoani unasikia e, sumu sumu sumu. Yani hata kuna baadhi ya madaktari wanakwambia e, wagonjwa wagonjwa wengi wanashangaa, mtu mchezo huu wa kuwekeana sumu unatumika sana sasa hivi kwa sababu mtu hawezi kupata hautokuwepo yani, ushahidi wa moja kwa moja kwamba kwa ni fulani hiyo. Kwe, kueni makini sana kueni makini mno yani, especially kama wewe unajijua ni za kiongozi au ni mtumishi wa Mungu, ama kazi zako zinatumia maiki, e, nunua ya kwako kwa makini. Tuko katika kipindi ambacho ni ngumu kuaminiana wenyewe kwa wenyewe kwa hiyo Kueni makini, yani mimi hata kuna baadhi ya viongozi na wajua ni wakubwa tu wameshatigishwa sumu, na unakuta wako kwenye mikutano, watu wanapenyeza sumu kwenye maji, wana exchange chupa, lakini wanagundua, hawafanyi kwa hiyo. Acheni kula uviovu, acheni kunywa uviovu. Wachungaji yani, unasikia story, mchungaji fulani amekufa, mchungaji fulani alikufa, mchungaji fulani ni sumu. Yani watu wanapenyezewa sumu kwenye vyakula yani, michezo ya sumu, jamani, imekuwa ni mingi sana. Kwa hiyo nitoe tu rai watu kuwa makini uh, kuepuka kula ovyo ovyo, lakini kutoamini watu. Umeona? kwani hivyo unashindwa kununua maji yako ya elfu moja ukatembea nayo? Unashindwa hmm? au unashindwa? Na hata kama ni chakula cha pamoja, kula pale ambako ni ile bufe ya pamoja, unaenda unajichagulia sahani yoyote pale, kila mtu anachukua chakula mnapakua wote pale, lakini hii sio kwamba no this is your special meal. Si hakuna special meal, ndugu yangu. Special meal kapike kwako na mke wako na mume wako huko na watoto wako, lakini sasa hivi tuwe makini sana sana sana. Kwa hiyo ndio ujumbe wangu huo, ya yeah, kwa hiyo mimi mwenyewe hiyo imenikuta lakini nashukuru Mungu ameniokoa na mi. Kuna, kuna mtego nilikuwa nimewekewa, mchezo nimewekewa mtego wa sumu kwenye chakula, lakini sisi <laughs> neema ya Mungu tuligundua mapema, kwa hiyo Mungu akatuponya. kwa hiyo uh...